Wanawake hawa pia, mimi napitia shida kama hiyo mm. Jambo la kwanza mm. -hmm. Unaweza ataenda kazi mm, umekuja umenunulia mwanamke hata nguo, umenunua samaki, umekuja na hizo vitu kwa nyumba mm, lakini unapata mtu amenuna tu mm -hmm. Alafu mm, mimi nikiingia kwa ndoa nilikuwa nimepata mtoto na mwanamke fulani nisikumuoa. mm -hmm. Saa kila wakati tu jambo likitokea kidogo, anatacha ile mwanamke, ati sasa aenda kwa ile mwanamke <laughs> ama anatoka kwa ile mwanamke <laughs> Lakini lakini acha nikuulize shem, huwa unaongea sana na huyo huyo huyo mwanamke ama huyo baby mama? Hata hata namba yake hata niko nazo, lakini nimesubloku tu sote ziko tu kwa blacklist kwa sababu mm. eh, sikutaka mambo mengi alafu mm. nikamwambia kama kuna report ya kuwa anapikia sisi tangu mm -hmm. ama ama papaka kwa kunipikia simu mm. eh, lakini ana huyo mwanamke bwana mwana. mm -hmm. kitu kingine ina nafikirianga tu ana mkikosana kitoka tu kumwambia, eh, ni chemshi yako maji ya kuoka, nataka kuoka oka mm. hiyo ah. Hata mimi nimechoka na saitangu huyo mama ya mtoto ila.